Karibu na hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa mabilioni ya dola za India katika ununuzi wa silaha kutoka Israel yamechangia pakubwa katika vita vya wiki iliyopita dhidi ya Pakistan. Shirika la Habari la Tasnim kutoka nchini Iran, limenukuu makala iliyoandikwa na gazeti la habari za kiuchumi la Calcalist la Israel ikisema kuwa mabilioni ya dola za India yaliyomiminwa kwenye viwanda viwanda vya silaha vya Israel kupitia manunuzi kama ya makombora na ndege zisizo na rubani zenye thamani ya dola bilioni kadhaa, katika miaka iliyopita, yamechangia pakubwa kwenye vita vya hivi karibuni kati ya India na Pakistan. Ripoti hiyo imeongeza kuwa mapigano kati ya majeshi ya India na Pakistan yalikuwa yamehamisha hisia za walimwengu kutoka kwenye jinai na mashambulizi ya Israel dhidi ya Palestina, hasa Gaza, yanayoendelea kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu sasa huku makubaliano tete ya kusimamisha vita baina ya nchi hizo mbili yakiwa hayatoi dhamana yoyote ya kutokuzuka upya mapigano baina ya nchi hizo zinazomiliki silaha za nyuklia. Gazeti hilo la Israel limesema kuwa, kuweko shehena kubwa ya silaha ambazo India imenunua kutoka kwa Israel, kunachangia hali tete iliyopo baina ya nchi hizo mbili jirani za kusini mwa Asia. Gazeti hilo pia limeandika, moja ya silaha hizo ambazo India imenunua kutoka utawala wa Israel ni mfumo wa silaha za rununu wa IAI Harop ambao ni wa droni na ndege isiyo na rubani ya kujiripua yenyewe ambayo ina uwezo wa kupaa kilomita mia kadhaa na kubeba mabomu yenye uzito wa takriban kilo 10. Usiache kulike na kusubscribe. Hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi.